Ka... Jana sijakuona lakini leo hatimaye nimekuona. Sasa karibu sana Dodoma. Kipi ni kukwamisha nah, mzee baba mpaka jana tusikuone wakati mkutano umeanza jana na wewe unatakiwa uwepo siku zote. Nilikuwepo. Sema labda tukikutana. Ah, ile mm. Ulikuwepo. Yeah. So, niambie katika mkutano huu mkuu ambao umealikwa tena wewe huwa unaalikwa kama nani? Kwa sababu kila mtu analikwa kwa namna yake. Wewe huwa ni kama nani? Kwa sababu tumekuwa na mkutano mingi, hasa Ndaro huwepo mkutano wa chama. Si msanii. Ni msanii pia ni, ni mwanachama Yeah, nina kadi kabisa, ni msanii ni, ni, ni mwanachama vote na ni Mtanzania yani vote kwa mm, hiyo na vigezo vingi vya kuaribu eh. Sasa tukisema zungumzie mafanikio ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka hii mitano na kule tunapoenda, unaweza kuzungumza kipi hasa katika siku ya leo? Uh, mafanikio hasa kwenye sanaa mafanikio ni makubwa, kwa sababu kama unavyoona mpaka hata wasanii kuwaona hapa ni kwamba wanathaminika, wanakumbukwa kwamba kuna vitu ambavyo pia wanatakiwa kushirikishwa, wavifahamu before unajua Eh, ni sema ambao watu nakujaga nafanya maamuzi hapa. Kwa hiyo tunakuwa tunaitwa tunafanya kwa pamoja, inakuwa ni kwamba mm-hmm. hata kiongozi mkubwa au raia namba moja wa nchi anatambua kwamba kuna mchango wa wasanii pia, kusikia vitu ambavyo vinazungumzwa aidha wajifunze, kuna, kuna nini kuna nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo niseme tu eh, yani, kuna mchango mkubwa na tunapoelekea itakuwa kubwa zaidi, kwa sababu tayari kuna ushirikiano tunatengeneza hapa katikati.